Sehemu nataka tuangalie ni sehemu ya viunganishi au tunasema connector section. Tukianza hapa kwenye connector section, tunaona kuna upande ambao ni wa input ya input ya connectors na sehemu ya viunganishi kwenye upande wa output. Tukija hapa, hii ni sehemu ambapo vyombo vyako na viingiza kwenye upande wa input connectors. Tunaona kuna connector hii inaitwa combo Connector. Kombo manake ni mbili. Sasa viunganishi hiki cha kombo ambacho kinatumia connector aina ya XLR. Hii ni dume XLR kama unavyoiona hapa. Kwenye eneo hilo hilo moja unaweza ukaingiza ukaingiza XLR kebo kama hii, au mic cable ya namna hii au ukaingiza jack ambaye ni kama hivi, TS ambaye ni tip and sleeve TS, ukaingiza kama hivi. Kwa hiyo inaingia jack and XLR kwenye upande huu wa input connector. Tuna mono lakini pia tuna stereo. Mono ni kuanzia hii hapa ya kwanza ya pili ya tatu e, ya nne, hizi ni mono connectors Maanake njia moja, lakini hapa tunaona pia pana mono na stereo. Kwa mfano unataka kuingiza kinanda chako, sauti ya kinanda chako, basi unatumia kebo uh, za namna hii za jack, ukiziingiza hapa inakuwa ni eh, ni stereo. Au tuseme kuna wimbo unataka kucheza kwenye smartphone yako, unatumia kebo kama hii, upande mmoja unaingiza kwenye simu yako namna hii halafu kwenye simu yako namna hii, lakini kwa kutumia hii basi unaweza kuingiza hapa upande wa stereo, kwa sababu ina channel upande wa kulia na upande wa kushoto. Sasa baada ya kuona hivi, tunaenda kuangalia kuna connector ambayo ni ya insert. Insert ni hii hapa, imeandikwa insert. Kwa mfano kama unataka e, unatumia kebo ambayo ni ya, kama hii lakini ni Y kebo. Unataka ku, ku, ku, ku, kukatisha hii sauti unaingiza kwenye vifaa kama va gate au compressor, alafu irudi tena kwenye njia hii. Basi hapa ndipo mahali ambapo connector hii inatumika. Upande wa connector, upande wa output tunaweza tukaona hapa. Tunaona kwamba uh, ukitaka kuchomeka spika zako za monitor, basi kuna hapa pameandikwa monitor send unachomeka hapa kwa ajili ya kwenda kwenye spika zako za monitor ili waimbaji waweze kujisikia. Lakini uh, endapo unataka eh, kuchukua laba mfano sauti kwa ajili ya kumonitor au kwenda kwenye kifaa ambacho cha effect kuweka laba kama mwangwi au delay au nini, unaweza kutumia fx send ukachomeka hapa na kupeka kwenye kifaa chako, ili kwamba uweze kuchukua kupata kwa e, ku, kupata hizo effect na kuzurisha baadaye kwenye mixer. Konekta nyingine ambazo tunaweza kuziona hapa tunaona kwamba pia kuna subgroup. Subgroup. Kuna subgroup 1, subgroup 2. Hizi ni eneo ambapo pia unaweza output za subgroup zinatokea hapa moja au mbili. Matumizi yake ni mengi, unaweza kaamua kuchukua kwenye subgroup kupeleka kwenye spika ambazo kwa mfano kwenye tukio kuna maeneo mawili tofauti, basi unaweza ukapeleka kwenye spika nyingine kwa ajili ya kupeleka kwenye maeneo mengine, au katoa kwenye subgroup kwa ajili ya kurekodi. Kwa connector ninayotumia hapo ni connector ambayo ya namna hii ambayo ni jack TS, unachomeka hapa kwenye upande wa subgroup kama hivyo. Eneo e, lingine la connector ni eneo hili hapa ambalo ni kwa ajili ya kuunganisha sauti ambazo zinakwenda kwenye main speaker. Kama ni powered, maanake unatumia kebo hii unaweka hapa kwenye main output, hapa ndipo sauti ambapo zinatokea za main sauti kwenda kwenye speaker zako zile za mbele jukwani, ambazo watu wasikilize, basi takuoneta upande wa kulia wa kushoto. Kama ni amplifier, basi taweka kebo ya namna hii ya XLR ambaye ni ni jike zitakuwa mbili, itaweka hapa upande wa kulia wa amplifier yako, upande wa kushoto wa amplifier yako, afu kwenye spika ambazo zile za passive. Na hizi ndio eneo ambalo la connector. Kama tulivyoona kujifunza zaidi kanuni za msingi, unaweza kupata kitabu hiki cha kutawala vifaa vyako vya muziki kwa gharama ya pesa za Kitanzania shilingi elfu ishirini tu.